Hey, mambo vipi, karibu sana. Tunaendelea na kujifunza JavaScript na video hii ya leo tutakwenda kujifunza hizi method mbili hapa ambazo ni muhimu sana, tutakiwa kuweza kuzijua. Ya kwanza ni query selector na ya pili ni query selector all. So kwa nini method hizi? kabla ya kuja method hizi tulikuwa na method hizi huku juu ambazo ni tatu tulizojifunza katika video zilizopita get Tuliweza kuona get element by id inarudisha just element moja tu. Tukaona get element by class name na tag name, inarudisha collection HTML collection. So, sasa tatizo lilikuwepo katika baadhi ya vitu hizi method ambazo tumejifunza katika video zilizopita hatukuwa na uwezo wa kufanya. Namaanisha nini? Tulikuwa hatuwezi kuchanganya selectors. Mfano, ukaandika huna uwezo wa kufanya kitu kama hichi unapohitaji element fulani ambayo unaweza kuipata kwa kuchanganya selector zako kama hivi, kwa kutumia basi method hizi huku juu. Hii ni sababu mojawapo ambayo zimekuja sasa method hizi kuondoa shida hiyo, na kutufanya sisi tuwe na nguvu zaidi ya kutumia JavaScript kuweza kufanya vitu mbalimbali kwenye HTML document zetu, kwenye page zetu. Get element by ID tunafahamu, huweza kuchukua element moja tu na hivyo sasa unakuta hauwezi kuchagua kwa selectors ambazo zitakuwa na mchanganyiko get element by class name, get element by tag name zinachagua ndio collection kundi zima, lakini bila ya kutumia CSS selectors, wakati sasa CSS selectors ndizo ambazo zina nguvu sana sasa katika JavaScript. Methods hizi za zamani hazikuwa zikitumia nguvu hiyo ambayo kwa sasa tuna uwezo wa kuipata kwa kupitia methods hizi ambazo tuponazo Query selectors query selector all, ndipo ambapo ikaonekana iweze kuletwa methodi hizi ziweze kuanzishwa, ili javascript iweze kuchagua element kwa mtindo ule ule unaotumika kwenye CSS. Vile ambavyo unachagua element ukiwa katika faili yako ya CSS na kubadilisha style mbalimbali katika ile web page yako, basi mtindo ule wa kuchagua element unaweza kutumia sasa katika javascript kwa kutumia methodi hizi mbili, query selector na query selector all. Tuanze kwa kutazamia query selector kwanza methodi hii na kisha tutamalizia na query selector all. Query selector fahamu, inakwenda kuchagua element ya kwanza tunaita the first match ambayo inalingana na CSS selector utakayoiandika katika methodi hiyo ya query selector. Nitakuonyesha hapa kile ambacho namaanisha. Ikiwa hakuna element inayolingana itarudisha jibu la null. Wacha nikuonyeshe mfano mdogo. Tupo na faili yetu HTML document hapa na tupo na div yetu ambayo ina ID hii inayosomeka container, tupo na paragraph tatu, paragraph mbili zina class name sawa, desk, desk, paragraph ya tatu tumetumia ID. So mimi nahitaji kuweza kuaccess paragraph yangu ambayo ina class name inayosomeka desk. Kuweza kufanya hivyo, simple tuje zetu katika faili yetu ya JavaScript, nitaanza kwa kudeclare variable yangu ya para, nitaassign kabisa, nitaanza na object yangu document dot, query, selector. Then humu ndani sasa nitapitisha jina la class name yangu ya hiyo paragraph ninayohitaji, na hapa sasa, kuweza kutumia class name na kubidi uanze na dot kama vile katika CSS tunavyofanya na huku katika JavaScript tunaweza kutumia zile zile CSS selectors, the way ambavyo tunafanya kule na post style zile elementi zetu. So unaanza na dot kama ni class name, unaanza na hash kama ni ID. So, dot jina la class name yetu ambayo ni desk. Then baada ya hapo tayari tutakuwa tumeiaccess, tumeifikia, tumeiassign tayari katika variable yetu ya para, ile paragraph yetu. Then baada ya hapo, wacha tuweke console tuone, je ni kweli tutaweza kuipata? Then tupitishe hapa para dot text content. Ukiangalia hapa katika console yetu, utaona tayari tumefanikiwa kuipata paragraph ya kwanza. Sasa nataka ufahamu kitu kimoja muhimu sana. Kuna paragrafu mbili katika hii HTML document yetu zenye class jina sawa desk desk, lakini jinsi ambavyo query selector inapofanya kazi, kama nilivyotangulia kusema, itachagua ile ya kwanza kabisa kati ya hizo ambazo zina class name sawa. Kwa hiyo hapa ndio maana ikienda kuchukuliwa hii paragraph moja ya kwanza ambayo imematch na class hii ambayo tumeiweka katika hii query selector yetu na ndio maana ikatoka moja tu ambayo ni paragraph ya kwanza. Sasa vipi kama unahitaji uweze kuziona zote ambazo zina class name hiyo sawa, tutaenda kuona muda so mrefu tutakapotumia query selector all, ndio ambayo inafanya kitu hicho. So ni, ni sawa tu unapotumia hii query selector na ukasema, una, unasema pengine chukua element ya kwanza inayolingana na selector hii ambayo umeiweka hapa, hata kama zipo 20 wewe, chukua ya kwanza ndio ambayo uweze kuitumia. so wacha tuweze kuona query selector all. Lakini kabla ya yote, usije ukakariri vibaya hii query selector, pia unaweza kutumia id, kwa unaweza kuweka hapo, kaanza na hash ukaweka jina la id yako ambayo upo nayo katika html document yako huku, lakini pia unaweza ukachagua kwa kupitia class name kama hivi, unaweza kuchagua kwa kupitia tag name. Kwa mfano mimi nahitaji sasa hivi hapa ni access title name ya page hii, so nitaandika kwa kupitia tag name title. Tayari unaona title imetoka javascript course, ndio title, title yetu ya, unaweza kufanya hivyo. Lakini pia unaweza kuchagua ndani ya element fulani tunaita nested. Kwa mfano hapa katika hii paragraph yetu hii imo ndani ya hii div yetu hii ambayo tumeipa id ya container. Una uwezo wa ku-access kama vile katika CSS. Kama umeshajifunza CSS na unaijua vizuri, utakuwa hautumii nguvu kubwa sana kuweza kunielewa mimi hapa. Namaanisha nini kuchagua ndani ya element fulani? Tunasema nested. Let's say tupo na const container Ambao container hii iwe ni sawasawa na document.querySelector, then tunapitisha hapa, si tumeipa id hii container. Kwa hiyo hapa tunaanza na hash jina la id yetu container. Tayari hapa tumeshafikia container yetu, then const, nahitaji sasa first paragraph. First paragraph, sawa sawa kwa vile paragraph tunayohitaji imo ndani ya hii container yetu ni hii ambayo tunaihitaji. Kwa mimi nitakachokifanya hapa nitaweka container, ambao container hii ni hii alafu nitaweka hapa. Container hii ni hii. Nitaweka hapa dot query methodi yetu selector then humu ndani nitapitisha sasa kupitia tag paragraph. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema querySelector inarudisha, paragraph zipo tatu, ndiyo lakini inakuja inakunja kurudisha ile ya kwanza ambayo ina match. Hii nayo ni paragraph ya kwanza, kwa hiyo ndio ambayo itaweza kurudishwa. Kwa hapa nikiweza ku console dot log kitu gani first paragraph itaweza kutoa hapa, okay, p disk, p -disk. Where, kuna sehemu nimefanya makosa, wacha niweze kuangalia p disk, kuna shida hapa paragraph disk. Ya kuna shida. Let's say hapa, acha tuondoe au let's say, tuweke hapa paragraph, lakini yenye disk. Mbona imetoka paragraph ya kwanza ndio ambayo imeweza kutoka kama nahitaji kuweza kuona to just hii content tu leo, mahumu tunafahamu, tunatumia ile text content na tayari imetoka hapo paragraph ya kwanza. Unaweza kuweka, hii ni kama style tu ya kutumia CSS selector kwenye CSS kule file yetu, na huko kwenye JavaScript tunaweza kufanya hivyo. Lakini pia unaweza kuweka by tag tu kama hivi na ikatoka paragraph ya kwanza. Very simple. Natumai utakuwa umeweza kunielewa na kuona jinsi gani ambavyo hii query selector inafanya kazi. Lakini haishii hapo tu, una uwezo pia, pia kuchagua kwa kuweka mchanganyiko wa selectors kama vile CSS style. Query select document, query, ukaweka hapa let's say div p dot desk. Unaweza kufanya hivi pia ikawa hakuna shida yoyote. Kama vile katika CSS tu the way unavyofanya, basi na huko katika JavaScript sasa hivi kwa kutumia methodi hizi query selector na query selector all, unaweza kufanya vitu kama vile na inakupa wewe Nguvu zaidi fanya vitu mbalimbali kwa kupitia JavaScript kodi zako. So tuishie hapa leo, tumechukua muda kidogo, kwa hiyo tutamatishe hapa. Hii query selector all iliyobakia tutakuja kuendelea video inayofuata, na tutaweza kukamilisha, tutaonyeshana kwa mifano jinsi ambavyo inafanya kazi, utofauti wake uliopo baina ya hii query selector all na ile ambayo ni hii tuliyotoka kujifunza leo, query selector ambayo haina all. Hapa mbele tutakuja kuona ile ya all the way ambavyo inavyofanya kazi. So, sio na haraka, usikose video unaofuata, tutakuja kujifunza hatua kwa hatua na tutakuja kuangalia utofauti wao, lakini pia tutakuja kuona CSS Selectors, unaweza kutumia ndani ya query selector, tutakuja kukuorodheshea. Utaweza kuona tofauti kati ya HTML collection na node list, node list najua bado haufahamu lakini utakuja kuijua tutakapojifunza query selector all. HTML collection tumeshajifunza kule nyuma tulipojifunza get element by id, get element by tag name, get element by A class name tuliweza kuona inarudisha collection ambayo tunaita HTML collection hiyo kuna tofauti gani like na hizi ambazo zinarudishwa huko tutakuja kujifunza pia. Like video hii, una maswali yoyote, kuna sehemu hujaelewa ama unahitaji kuongezea chochote kile katika sehemu ya comment hapo unaweza kufanya hivyo tukajifunza kwa pamoja na kushirikiana. Tuendelee kujifunza, usichoke, tutakuja kutengeneza project mbali mbali mbeleni tutakapomaliza ku-cover hivi vitu muhimu, language hizi muhimu, so sio mbali na channel yangu ya YouTube asante sana